Kama ni mchawi kweli, yupo kwangu, mimi ndani kwangu, na mimi ndo nimeingiza kwa mikono yangu. Kama ni mchawi, basi twendeni tumfuate huko, apata kuwa na nini?

Ah, wametudanganya. Humu ndani hamna yeyote. Hamna mtu yeyote huko. Sasa tunachokifanya, tunapiga ah, tunachoma hadi nyumbani. Tunaanza kuwachoma wao. Tunachoma kidogo ni basi. Ukifika nyumbani, mama akikuuliza niko wapi mwambie nimemsindikiza mgeni. Kwa sababu wauni wanamkimbiza wasije wakamuumiza. Mi nimemsindikiza kumwonyesha njia ya kwao, mimi nitakuja. Sawa mdogo. Kama tunasema ule ukweli, sisi tumeondoka hapa, tukawacha mdogo zetu, lakini cha kushangaza, tumerudi tumemkuta ndani ya yumo. Wakuauliza ni au si, mnatuonea maana watoto wameenda. Mnasema ukweli haraka. Sisi kwa tumeenda chooni

Mnajua mimi namdai. Nyie mnajua dada yenu mimi namdai. Itakuwa mnaingia ndani. ametoka hivi ametoka. Unataka kuniua. Kina nani emjoka? Kwa hiyo nyie mnachua mbinde hapa, alafu mnaenda chooni. Mira Mira, mtoto wa ajabu nisi ndikwambia naata nyamiboga hasa hapo tukisema, nikakuonyesha hiyo njia ya nyamiboga, tunaweza tukakutana nao. Kwa hiyo kwa hiyo bora tukae sehemu tuwasubili wapite, alafu tutaenda subili hata jioni, halafu ndo uende. Aya, sawa sawa, Mira. Mnamruhusu mtoto wa balozi aingie ndani amchukue aliotisha? Ali, putu... uh... Sasa tunachokifanya simameni, mnatupeleka yeye kwenda yeye Yaani mi nadhani unajua, nilikuja na pale kwenu kwa mjumbe kwa ajili ya kushtaki, nimeibiwa mzigo wangu. Mzigo wenyewe ndio huu hapa. Wale watu ambao waliniibia huu mzigo, tulivyofika sokoni pale tukakuta kumbe wao ndio ambao walikuwa wamesemekana sijui wamekufa. Sokoni pale kwao nikakuta na mzigo wangu Alafu walikuwa wameng'anganiana kama wameungua moto hivi, walikuwa wameshika kuna chupa moja hivi. Umeona hii chupa walikuwa wameshika hii chupa. Sasa, hii chupa wao waliikuta kwenye hii begi yangu. Sijui walijua kuna mali. Hii ndo ambayo ilisababisha mimi mpaka nije nishtaki kwa mjumbe. Kwa sababu ya hii ndo kitu muhimu sana kwangu. Kwa hiyo nilivyoiona tu nikasema hapa haina haja tena kwa mjumbe, haina haja ya nini, ngoja nichukue chupa yangu mimi nifanye nini niondoke kitendo cha kuichukua tu wale watu wakazinduka. Kwa kitendo cha kuzinduka tu wakaanza kuniita mimi mchawi. Wale vijana wote wakaanza kunikimbiza sasa, mchawi, mchawi, mchawi, mchawi na ndugu zetu wakaanza kunikimbiza. Ndio maana ukaona mpaka wewe nitoa taarifa ndo kama hivyo, kwamba mimi mchawi, wanataka waniue. Sasa uwe... ile kwa... ah, usishike. Hii chupa ukishika, unaweza ukakauka kama wale walivyokauka. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Sasa hiyo chupa inawezaje kukausha watu? Hii chupa ni ya kichawi, sio ya kawaida unavyofikiria wewe. Kwa maana walivyoishika wale wamekauka, ni mpaka uwe na dawa maalum ndo uweze kuishika hii chupa. Kwa hiyo yani we ni mchawi? Hapana, mi sio mchawi. Kumbe kwa nini we haikuzuri? Ah, mimi nimepewa dawa na mganga niweze ni, ni kuishika hii chupa kwa sababu Labda nikueleze kwa ufupi. Hii chupa humu ndani we unaona kama kuna kitambaa ila humu ndani kuna eh, kuna mtoto ametunzwa humu. Mtoto nanaji kwenye chupa kimiujiza, anaengezwa kimuujiza humu yumo, anaitwa Mira mtoto mwenyewe Mia mtia uzuni sana kanipotelea mikononi mwangu mimi, kumbe kaja kuingizwa kwenye chupa. Nilikuwa nimemshika kanipotea vu, ndio wataalamu wakasema kwamba amewekwa kwenye hii chupa ko, ndio maana anahangaika ili aweze kutoka huko. Na mtoto aliyokuwepo huko alitakiwa awe mchawi. Mama yake na baba yake walishakufa, wanalelewa na mama mkubwa. Huyu mama mkubwa ni mchawi kufuru. Kwa kataka wiki kitoto kiingie kwenye uchawi kilivyo kataa, ndo nasikia kimewekwa humu. Kwa mimi nimetoka nyama boga, nimefuata hii chupa huko nyumbani huko, ndo nimekuja nayo ili niende nayo tukafanye mpango wa kumtoa huyu mtoto humu ndani. Mimi ah, hata sikuelewi, huwezi kunielewa ah. Haya, sawa, pole, asante. Ah, kwa hiyo umeshakula? Hapana, sijala. A, sawa, basi we nisubiri hapa, ngoja mi nikafanye mpango wa chakula, alafu nikija ule. Tusubiri usiku ukiwa, kuna giza ndio nikakuonyeshe njia, alafu mi nitakuacha huko, nirudi nyumbani. Sasa hawezi kunikuta hapa rafiki? Hapa hapana, sizani kama utapita huko wewe, ni spirit tu. Hapa hapa usitoto. Haya sawa, acha nijiegeshe kidogo, maana manaki nimechoka. Sawa, ehe. Toka asubuhi sijawaona na dada yako, mko mmeenda wapi? Tumeenda senta. Kufanyeje?

kiasi yes, amempeleka Nyamiboga. Ina maana atatumia muda gani kutoka kule kwenda kumsindikiza yule mkaka wako yule, unayomsemea yu je? Kama kipatikana kwamba huyu wakimpata, na kula anakosemea kwamba anaenda kule Nyamiboga, je kama akimkamatia njiani wakamchoma? Sina mtambukizi wa uchawi nyie, sitaki kabisa mambo hayo. Akija umwambie anione, tuongee naye, sawa? Haya. Amnalokonaysawa. mimi nampelekea chakula yule mgeni lakini, usimwambie mtu kama nimekuja kufuata chakula sawa? Lakini dada, mama mkubwa alisema hivi, ukirudi anamzungumza na wewe wewe usije ukamwambia kama nimerudi. Sawa, nikirudi nitamtafuta mimi. Naenda kumpelekea chakula yule mama mmoja. Nikirudi kurudisha vyombo nitakuita hapa hapa, sawa? Kitamu umepika wewe au mkubwa? Anapishi nzuri alafu kila saa Di. Di. Oh. sana sahau jina lako msimu unaitwa nani? D. Kuna wimbo mmoja hivi alikuwa anapenda sana kuimba dadangu marehemu. Lakini wimbo gani? Ulikuwa unaitwa alikuwa anauita moyo wangu, moyo wangu. Ya, yani huko kwetu Bombay unaitwa dilmera. Sasa hmm, ile d ndo wewe eti? <laughs> Dilmera, moyo wangu. Asante bwana. Meshiba? Meshiba. Mbona mekula kidogo? Hmm, kidogo? Hicho chote h natosha bwana, una safari ndefu. Lakini ndio najua

Hapa inatosha, nitakuelekeza tu njia ya kufika huko. Ah, sawa so. unaona huu mto huu ndo mpaka wa kwetu, na huku Nyamiboga, huku ndo Nyamiboga kwao. ukiwa ngambo hii wale hawezi kufanya chochote, kwa sababu huku sio kwao tena. Kwa hiyo hivi Nyamiboga, si ndio? hii ndo Nyamiboga kwao. Mimi naomba nishape, nirudi nyumbani, si unaona tumechelewa, tume. na tulipanga kuondoka usiku ndo hivyo wee, si mbona we mwenyewe ulisema usiku tunaondoka, usiku kwa usiku ndo hossa mpaka asubuhi. Tena mimi tena we? Basi ujinga wetu sote. Haya bwana, eh, basi sawa. Mimi nashukuru kwa msaada wako. Mwenyezi Mungu atakubariki kwa ulichonisaidia. Sasa njia unayotakiwa kupita ni hapa, hivi moja kwa moja eh, moja kwa moja. Basi ah, sawa Mungu

Yaani mimi nikimaliza swala la mtoto tu huyu mimi nakuja nyumbani. Unaniahidi kweli? Unanipenda? Nakupenda vipi? Hebu ondoa hofu kwa nini niweche nendo? Wale watu watatukuta hapa. ii mi siwezi kuruhusu ondoke. Kwa nini? Nakupenda. Ndio, nafahamu unanipenda na mimi nakupenda pia, lakini unavyonizuia, watu watakuja kutukuta hapa. Wale watu watanifanyia kitu kibaya. Basi twende wote. Hapana, kule hatuwezi kwenda wote kule. Mimi mwenyewe mgeni kule, siwezi kwenda na wewe tena. Halafu kwenu itakuwaje? Mimi nitakuja. Naomba unielewe mimi nitakuja nyumbani. Kama unataka <tipa> kwenda sio? Utaki kwenda na mimi, basi nipige niumie, ili nikuruhusu ondoke. Unajua nitakupiga kweli? Unajua unanikera, ndio nipige kwe kweli? Inamaanisha nipige ndio? Sikiliza, mimi siwezi kukupiga. Hebu naomba niache. Nipige, nipige basi, nipige ndio nitakuruhusu uende. Mimi hivi siwezi kuruhusu uondoke. Hapana, nipige niumie, nipige, nipige bado, nipige.

Ya ya chupa ya uchai, nilipokuona nilihisi mwanga wa miujiza

penzi yetu yananga kwa sauti ya Mira. Tutamtua kwenye kifungo cha chupa hua. Kwa upendo wetu, roho yake takuwa huru.